klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al-Masry kutokea katika nchi ya Misri, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa kuanzia majira ya saa moja usiku kwa saa za nchi ya Tanzania, lakini kwa pale nchini Misri ni saa kumi na moja jioni ambapo kwa upande mwingine klabu ya soka Simba Sports Club tayari wameshafanya maandalizi kuelekea katika mchezo huu dhidi ya kosta timu ya soka ya Al Masry ukiwa ni mchezo wao wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo fainali ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona ni mara nyingine Simba kukutana na klabu ya soka ya Al Masry fam Al Masry katika michezo sita hatua makundi ambayo waliweza kucheza, basi fahamu, walishinda michezo miwili wakitoa sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Al Masry walifunga mabao saba, huku wao wakiruhusu mabao manne, wakiwa na clean sheet mbili katika michezo sita ambayo wamecheza. Lakini Al Masry wanakwenda kukutana na klabu yasoka, ya soka ya Simba Sports Club, ambapo Simba walicheza michezo sita katika hatua ya makundi, wakishinda michezo minne, sare ukiwa ni mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja tu. Katika hatua ya makundi Simba Sports Club walifunga mabao nane huku wao wakiruhusu mabao manne wakiwa wametoa clean sheet tatu katika michezo sita ambayo wameweza kucheza. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club wanakwenda kukutana na Al Masry ambao kwa sasa katika ligi kuu ya nchini Misri wapo katika nafasi ya nne. Eh bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania mshabiki wa klabu ya soka Simba, unaamini klabu ya soka Simba itakwenda kuibuka na ushindi ileo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie wewe kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka Simba ileo majira ya sa saa moja ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka Al Masry leo, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, ameweza kuweka hadharani kikosi chake cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu, golikipa namba moja kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, ambacho tukienda kumwongelea Musa Kamara pin, pin, eneo la fullback namba mbili Simba wanatarajia kuanza na Shomari Kapombe show me the way, huku fullback namba tatu ni Mohamed Hussein Shabalala. Eneo la center back namba nne klabu ya soka Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Abraza Kiamza, huku center back namba tano ni Shamu Karabua. Eneo la kiungo namba sita klabu ya soka Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Yusuf Kagoma, huku winga namba saba akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Kibu, Denis Prosper eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka Simba Sports Club wanatarajia kuanza na mwamba mwenyewe Fabrice Ruambagoma, huku mshambuliaji namba 9 ambaye atakwenda kuongoza safu ya washambuliaji wa klabu ya soka Simba ni mchezaji anayofahamika kwa jina Lionel Kisanate Bambida. Eneo la kiungo namba 10 klabu ya soka Simba wanatarajia kuanza na Jan Chalaoua, huku winga namba kumi na moja klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Elimpanzu Kibisa wala. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha mnyama dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo fainali. Tuambie neno la comment kwa kikosi hiki, je, unaiona Simba ikienda kuibuka na no ushindi wa magoli mangapi?